Mpendwa mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Lakini Merry Christmas na kutakia mema, kabla ya taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze button ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya alik. Kuna habari mzito ambazo tunaenda kuziangazia haswa katika mtandao wetu wa Tanzania Eye TV ambazo zimetufikia hivi sasa, na hapa ndipo tunatoasiri kwa yale yote ambayo yanaendelea haswa taifa hili la Tanzania. Kiongozi wa mrengo wa upinzani haswa chama cha Chadema ambaye anaitwa Tundu Lissu, vila mnajua amekuwa gerezani kwa muda mrefu, zaidi ya miezi tisa sasa. Ameweza kupangiwa kuangamizwa akiwa gerezani. Habari ambazo tunazo za ndani ni kwamba kuna mikakati ya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kutumia tume ya jaji Othman Chande kuhakikisha kwa kwamba Tundu Lissu ameangamizwa kwa kutekeleza maovu haswa kukifuta chama cha Chadema kwa miongoni mwa vyama vya kisiasa nchini Tanzania, kama njia moja ya kumwangamiza Tundu Lissu kisiasa. Kuna taarifa kwamba Amini ama Samia Suluhu Hassan mwenye ni kiongozi wa kimla anataka kuitumia tume ya judge Othman Chande kuifutia usajili chama cha Tundu Lissu Chadema akiwa gerezani ili kumwangamiza kisiasa. Na vile katika siku za hivi karibuni mmekuwa mkisikia Mwigulu Nchemba, ambaye ni waziri mkuu amekuwa akisema kwamba kuna chama kitafutwa. Hakikuwa kauli ya bahati mbaya. Huo ndio mkakati wa Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anaangamizwa kwa kufuta chama chake cha Chadema. Na jambo hili ni tishio kubwa, kwa sababu Chadema inaogopwa nchini Tanzania. Kwa nini wanataka kukifuta chama cha Chadema? ni kwa sababu wanaona ya kwamba maandamano yaliyoshuhudiwa tarehe ishirini na tisa na baada ya tarehe za uchaguzi, yaani yale ambayo maovu yalitekelezwa, ni Chadema iliweza kusababisha. Na kwa kusema ukweli, sio Chadema, ila tu Watanzania walikuwa wanaandamana kulalamikia na kudai haki kutendeka kwao. Sasa kuna njama ya kutaka kumwangamiza Tundu Lissu na kufuta chama cha kisiasa. Tumefika katika siasa ambazo hazina msingi wowote nchini Tanzania, kwa sababu Tundu Lissu anazuiliwa kwa kosa la uhaini, wakati alikuwa anasimama akisema ya kwamba no reforms no elections. Sasa anafunguliwa kesi kwamba ni uhaini amefungiwa gerezani zaidi ya miezi tisa, amemaliza zaidi ya siku mia moja bila kufikishwa mahakamani. Njama inaendelea kumwangamiza kisiasa kwa kufuta chama chake cha kisiasa Chadema. Na kwa kusema ukweli, hata chama cha Chadema kifutwe, wafuasi watasalia kuwa katika mrengo wa upinzani. Hawawezi kuingia katika chama tawala cha kiimla CCM. Wanatafuta mbinu zote za kuhakikisha siasa za Tundu Lissu akiwa gerezani zimeisha ama zimefika mwisho. Na ameshtakiwa na kosa la uhaini, maybe uhaini ukipatikana na kosa nchini Tanzania ni kuuawa kwa sababu hamna dhamana. Hayo yote hata wafanye vile wanataka, huenda itakuwa ngumu kwa Samia Suluhu Hassan kufaulu kutoa wafuasi wa Chadema kuingia katika chama cha CCM. Wengi hawataki CCM chama ambacho kimekuwa kikiongoza, kwa sababu Samia Suluhu Hassan amechafua siasa za chama hicho. Uongozi wa kimla, hamna haki, bunge ambalo lina msifu, yaani mbunge hawezi kusimama bungeni azungumze kwa dakika kumi bila kumtaja Mheshimiwa Rais. Uongozi huo ni uongozi wa kimla, uongozi wa kupembeleza, uongozi wa Kumsifu binadamu ambaye hakuchaguliwa kwa sababu uchaguzi uliokamilika tarehe 29 Oktoba mwaka huu ni uchaguzi batili, kwa sababu wale walikuwa viongozi wakubwa maarufu katika mrengo wa upinzani, Tundu Lissu, Mpina wa ACT Wazalendo, waliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais. Baadaye Samia akatangazwa kuwa mshindi, uongozi ambao haupo mtandao uliweza kuzimwa wiki moja mfululizo, lakini tume ya uchaguzi ikamtangaza kwamba ameweza kushinda uchaguzi, na ushindi patili. Kwa sababu tunajiuliza, kwa sababu Tanzania yetu ni kubwa sana, ni vipi matokeo ama majibu ya kura yaliweza kusambazwa na mitandao ilikuwa inazimwa kuelekea kituo cha kujumulisha kura zote pamoja yiza kiliweza kutanda Tanzania, lakini baadaye Samia Suluhu Hassan akatangazwa na tume ile ambayo anaiagiza ifanye kulingana na vile anataka. Baadaye tukashuhudia Samia akiapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi. Wananchi wa kawaida hawakupata fursa kushuhudia uapisho wake, kumaanisha hata yeye mwenyewe alikuwa anaogopa kwamba hajashinda, ndio maana hakualika wale ambao ni watanzania kushuhudia hayo yote kwa sababu kura hazikupigwa. Maandamano yalikuwa yameanza asubuhi yakamalizika jioni, siku iliyofuata maandamano, siku tatu mfululizo 29, 30, 31 Oktoba, maandamano yalitanda Tanzania ambayo yaliweza kusababisha wengi kuaga dunia. Ndio maana tumeshuhudia ICC kialikwa nchini Tanzania kuchunguza na sasa hivi vile wameanzisha mikakati ya kufuta chama cha Chadema cha Tundu Lissu, kama njia moja ya kumwangamiza kisiasa. Lazima hili nalo aweze kuzuiliwa kutekeleza, kwa sababu wanataka kutumia afisi ya kusajili vyama vya kisiasa nchini Tanzania ili kulifuta. Lakini pendekezo hili limeweza kutolewa na yule ambaye anakuwa katika afisi ile, inasemekana ya kwamba amekataa, na wanataka kumbadilisha ili waweke yule ambaye wanamuagiza futa hichi chama na aweze kufuta mara moja. Kwa hivyo mbinu za Samia Suluhu Hassan zimejulikana sasa hivi. Na Joni Heche ambaye ni mwenyekiti ama naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema amesema kuna ushawishi mkubwa Tundu Lissu kutoroshwa nchini Tanzania, lakini hawezi kutoka Tanzania kwa sababu yeye ni mzaliwa wa Tanzania na atasalia kuwa Tanzania na ataendelea kupigania Watanzania. Tundu Lissu yu gerezani pasipokuwa na ushahidi, yu gerezani pasipo kuwa na kosa lolote, lakini mabadiliko huenda yatakuwa nchini Tanzania kwa sababu tunataka haki iweze kutendeka, demokrasia iweze kupewa nafasi kubwa, katiba mpya, uchaguzi mpya uweze kuandaliwa ili kuleta uwazi, haswa katika uchaguzi unaofanyika nchini Tanzania. Mbinu hii ya kumwangamiza Tundu Lissu, Lissu kwa kufuta chama chake cha CHADEMA cha, cha ni njama ambayo ni mbaya ambayo haiwezi kufaulu. Tukutana katika kanda ama video ambayo nitaitengeneza, lakini nakukumbusha unapoendelea kutazama, ikiwa hauja subscribe button hiyo ya subscribe, bonyeza hiyo button na uwashe kengele ambacho kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana na shukuru wote ambao mnanifuatilia kila wakati, na mimi siwezi kuangusha, lazima niwaletee habari, taarifa kemkem za asili, vile tunapokea habari za ndani kuhakikisha kwamba tunajulishana hapa Tanzania. Asanteni sana.